Ni sasa maandalizi ya uchaguzi katika mkoa wa Morogoro yamekamilika. Tuko vizuri sasa katika ile maandalizi ukishia maandalizi kwanza kampeni za gombea kwa mkoa wa Morogoro ambazo zilianza tarehe 28 Agosti. Eh, na a a moro, kwan, na washukuru wakazi wa Morogoro, kampeni zimefanyika kwa amani na utulivu na kwa ustaarabu sana sana sana. Hakuna tukio lolote ambalo mimi kama mwenyekiti wa kamati ya ulinzi na usalama naweza nikasimama nikasema labda sehemu fulani kulitokea machafu. Hakuna katika mkoa wa Mzizi, nothing related, au um, hakuna chochote kinachohusishwa na masuala ya kampeni na uchaguzi hakuna. Na nalisema hili kama ninavyosema, baadaye nitalisema kwa nini, nchi yetu imesaidia watu karibu milioni 38 kwa ajili ya kupiga kura. E, na tulifanya vizuri sana sana uandikishaji wa wapiga kura e, mkoa wa Morogoro mkoa wa Morogoro ulisajili watu milioni mbili nukta moja moja. Niwapongeze e, sana mwenyekiti wa tume na wenzake wote kwa watendaji viongozi wa tume, kwetu sisi Morogoro wametutendea haki kwa ukubwa na upana wa eneo tulilokuwa nalo, kuwafikia na kuhakikisha kwamba leo tunavyozungumza tarehe 28 n vifaa na nini kila kitu vimeshakwenda huko na hakuna katika hao milioni mbili na laki moja ambao wanataka kupiga kura kesho ambao wanashindwa kupiga kura, almradi wafike kwa wakati. Kama mnavyojua, tume huru imeshatoa e, orodha ya vituo vya wapiga kura. Morogoro tuna jumla vituo elfu tano mia nane na sitini tano nane sita sifuri, elfu tano mia nane na sitini ndio ndio wingi wa vituo vya kupiga kura kesho. Vituo hivi vimeandaliwa vizuri, viko tayari kwa ajili ya siku ya uchaguzi ya kesho. Na kwa maana hii, nataka niwahakikishie watanzania wenzangu, wana morogoro wenzangu kwamba nendeni mkapige kura, tuko vizuri e, tumejiandaa. Kwa maana tumejiandaa, na sisi una upande wa ulinzi na usalama tumejiandaa vizuri sana, hakuna maandalizi mengine yote muhimu ikiwa ni pamoja na uteuzi wa watendaji wa uchaguzi katika ngazi mbalimbali watendaji wa vituo vimekamilika. Vifaa vyote vya uchaguzi vimepokewa kwenye majimbo. Kuna majimbo 11 eh, tuna majimbo 11 Morogoro Mjini, Ngeregere ile Morogoro Kaskazini, si tunaita Ngeregere, Morogoro Kusini ile tunaita mvua matatu hayo Mvomero Gairo matano Kilosa mawili Mikumi na Kilosa Mikumi na Kilosa original saba Ifakara tuna mawili Kilombero tuna Kilombero Ifakara tuna Kilombero Mlimba tisa tuna Malinyi tuna Ulanga kumi na moja, wote wako vizuri, hakuna sehemu ambayo vifaa eh, vya uchaguzi hakijapokelewa katika senta hizo kwa asilimia mia moja. Kwa hiyo naomba ni shukuru sana tume huru ya taifa ya uchaguzi kwa maandalizi yaliyokamilika vizuri. Mambo muhimu ya siku ya kupiga kura, siku ya kupiga kura ya uchaguzi ni kesho, tarehe ishiri na tisa tarehe ishiri na tisa mwezi wa kumi ishiri na tano. Vituo vitafunguliwa saa moja asubuhi na vitafungwa vifikapo saa kumi Naomba sana sana sana, basia mke mtu akasema, najua oh, mi kitambulisho changu sikioni. Hapana, naenda kwenye kituo chako, ama una NIDA ama una leseni ya udereva ama una pasipoti yako ya kusafiria. Bwana, mimi kitambulisho changu cha kupiga kura sijakiona, lakini na, na dokumenti na hapa na kitambulisho hichi changu cha NIDA, naomba nisajili hapa Aidha, wananchi wanaweza kutumia siku ya leo kwenda kuhakiki majina yao. Unaweza kupita leo ukaenda kuangalia, ili kesho unajijua kabisa niko kwenye peji fulani namba fulani. Eh, yamebandikwa kwenye vituo vya kupiga kura majina hayo, ili uweze kujua chumba chako ulichopangiwa. Unakijua leo, kesho unaenda ukitiki tu na kumaliza kazi mapema. Eh, ulinzi na usalama. Hoja ya mwisho ya tatu, ulinzi na usalama.

Na umuhimu wa swala la amani na utulivu katika zoezi hili mmesema nyuzi, wakati nazungumza na viongozi wa jamii jumuia ya maridhiano na amani li, wiki leopita, wiki na viongozi wa dini wiki iliyopita, wengi wenu mlikuwepo. Tumeandikishana milioni mia mbili na laki moja na mia moja na mia, moja na na kumi na nne milioni milioni mbili na kumi na nne watu elfu ishirini hamtaki k kupiga kura, lakini numban kaniani tuwache sisi naotaka kwenda kupiga kura, tukapiga kura hii. Nawasihi sana, kama mtosikyeuili elfu tatu nataka kutuletea zogo, mjue sisi nataka kwenda kupiga kura. Siku yenyewe ya kupiga kura inakuja mara moja kwa miaka mitano, naiacha vipi ndio maana kwa uzito wa siku hiyo, unaambiwa umbebe mtu kama yuko kwenye wheelchair yuko kwenye ume, kitanda anataka kwenda kupiga mbebeni, mpelekeni bala ukaani. Kitu kinakuja once every five years, mara moja kwa kila miaka mitano. Naacha vipi kutumia haki yako hii kwa sababu kuna watu wawili watatu hawataki watu wache kwa nataka nikuhakikishieni, na naomba mnipelekee, nipelekee ujumbe huko, na Morogoro wote, kila anayetaka kuamka kesho kwenda kupiga kura, ibaki kudra ya Mwenyezi Mungu, ama amekosa uhai ama anaumwa taabani basi, lakini kama nafsi yake inamwambia akataka aende kupiga kura, aende aende kwa raha zake apige kura, na kwa kuwa kesho ni siku ya mapumziko arudi aende akapumzike nyumbani kwake goro. Sisi tumekuwa tumekabiliwa na haya maeneo ya milima milima na yenyewe vile vile wanaishi watu na kuna vituo vya kupiga kura. Sasa maeneo mengine ukweli, yatahitaji muda mpaka ufike kutoka kituo mpaka kwenye kata. Kwa hivyo tusishangae wala tusilalamike kwa nini bona kule kumechelewa kidogo, hatujapata taarifa wala hivi. Ndio hali halisi ninavyoiona, ambayo inaweza ikakabiliana naye sisi kama sisi, basi tumejitayarisha ili kwa maalizi haraka na matokeo yale yawafikie wale wanaohusika haraka, lakini pale ambapo anaychelewa, basi tusiyalalamikie sana, kwa sababu mazingira yetu tofauti pengine na mazingira kama ya Dar es Salaam na mikoa mingine.